Maadhimisho ya dominika ya miito mwaka 2025. Tume ya Uinjilishaji ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania PMS inapenda kualika waamini wote kujiandaa vema kwa ajili ya maadhimisho ya dominika ya miito ambayo kwa mwaka huu itaadhimishwa katika dominika ya tarehe 11 mwezi wa tano mwaka 2025 dominika ya nne ya Pasaka, na kuongozwa na kauli mbiu iliyotolewa na hayati Baba Mtakatifu Francisko ikisema mahujaji wa matumaini, zawadi ya maisha. Hivyo tunaalikwa kufanya mambo haya makuu mawili: moja, kusali kwa ajili ya kuombea miito mitakatifu ulimwenguni, kwa namna ya pekee kwa kushiriki katika nafasi mbalimbali kuadhimisha juma hili la miito kwa njia ya sala. Hususan sala ya kuombea miito iliyotungwa na Papa Benedikto wa kumi na sita au sala nyingine kadiri ya mazingira yetu. Mbili, kutoa ukarimu wetu kwa ajili ya kuchangia mfuko maalumu wa Baba Mtakatifu kwa ajili ya kustawisha miito limwenguni unaosimamiwa na kuratibiwa na shirika la kipapa la Mtakatifu Petro Mtume kwa manufaa ya nchi za misioni ikiwemo Tanzania. Karibuni sana tuchangie mfuko huo wa Baba Mtakatifu katika Dominika ya miito tarehe 11, mwezi wa tano, mwaka 2025 kwa njia ya sadaka na matoleo mengine maalum kupitia parokia zetu katika maadhimisho ya misa takatifu za dominika hiyo. Aidha, tunaomba michango hiyo iwasilishwe majimboni mwetu mapema na baadaye katika ofisi ya tume ya uinjilishaji TEC, ambayo hatimaye itawasilishwa Vatikano. Tukumbuke daima mwaliko wa Kristo mwenyewe usemao, basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Matayo sura ya 9, mstari wa 38. Imetolewa na Tume ya Uinjilishaji ya Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania.